Unajua kwamba najua kwamba umeshangua, si kwamba sijapenda, ila sio vizuri. Unajua, maandalizi ni hmm, hey, uo, muhimu. Kwa sababu kwa sababu tunajua kabisa kwamba tunatarajia kupata mtoto. Na ndio maana hata nilipopita leo nikaamua nichukue. Kwa hizi nguo za kike za kiume? Hizo ni nguo za mtoto wa kike. Sababu unatumaini kwamba tunatarajia kupata mtoto wa kike. Mimi sitaki mtoto wa kike. Mimi sitaki mtoto wa mtoto mtoto mtoto Mtoto mtoto wa mtoto wa basi na na ni mtoto wa wa Nataka nataka kiume, au? Kwa lakini kike. Basi sawa. Mimi nimeamua kuchukua nguo za mtoto wa kike kwa sababu najua anakuja mtoto wa kike, anakuja kiume. Wakiume. Wakike. Wakiume. Wakike. Wakiume. Wakike. Wakiume. Mwili wote ganzi moyoni simanzi, si wa leo si wa kesho. Nipo nipo tu. DNA wanarogana. DNA watu wabaya. DNA. DNA wanarogana. DNA watu wabaya. DNA kwa makini, katika utembeaji wako, litamani ni kutunza, litamani ni kubebe, mwanangu daima ni kulinde, ni kufunze. Wewe samani, habari yako? Nzuri. Naisi, nilikuwa na mahali na ulikuwa na haraka sana kiasi ambacho ulinikumba na ukaniataki kuwa mimi ni mwizi, ila hilo sio sawa sana. Nakumbuka kuwa ulibeba kitambaa cheusi, ndani yake kulikuwa na mchanga. Mchanga ndio mchanga, na zilikuwa ni nyayo za mke wangu unaweza kuniambia kuwa ulipeleka wapi ule mchanga? Mimi ndiyo? Wewe? Hapana kakaangu, itakuwa menifananisha unachosema ni kweli. Naweza kuwa nimekufananisha au la, kwa sababu wahenga wanasema kuwa duniani ni wawili wawili, ila mimi na akili timamu Hapana, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho mchanga? Kwa nini sasa mimi ni upeleke wapi? Nikaufanyie nini? Hapana kakaangu, sio. Kwenza hapa tu kunaelekea kanisani, mimi ni mtu wa Mungu, siwezi kufanya vitu kama hivi. Ninavyokuangalia na navyokuona, una matatizo sana, inabidi tuende kanisani kwetu ukaombewe kikubwa tu naomba unisamehe uenda ki igani nimekufananisha. Sawa, sijali. Mimi mwenyewe ni, yeah, ni Mkristo naitwa Hans. Hans. Ndio na unapoelekea kanisani naomba pia uniombe kwa ajili yangu. Hans nani? naitwa Hans Asano. unaitwa Hans? Oh. Hans. Ndio Samani lakini. haina shida. Unaweza kuniambia jina la <laughs> <laughs> mama ako? mama yangu anaitwa Esther. Sawa. Unaweza kukaribia kanisani kwetu? Haina shida ila kikubwa tu naomba unisamehe, kwa sababu mimi ni binadamu na wakati ujao unaweza nikaja kanisani kwenu. Hata usijali. Nashukuru. Karibu kanisa ni kwetu. Sawa. ingine alikuwa rahisi kupatikana kama ilivyokuwa mchanga, ila jana kuna kijana nimekutana naye, soma la kwanza kumuona mara kwanza, nimekutana naye pili, nimeenda kutota mchanga na jana ilikuwa ni mara ya pili, na maneno aliniambia, nina wasiwasi naye kijana namfahamu niao kama sisi na wachache sana ambao wanaongoza wanaongoza na na wake zao waleta kliniki kujua hali zao. Ah, ndio hivyo. Hapana, ila amenitajia jina lake. Anaitwa nani? Anaitwa Hans. Ila kikubwa zaidi anapata nikutana naye pili, imenda kutota mchanga na jana ilikuwa ni, la ni mara ya pili

wamba itasababisha matatizo makubwa au itasababisha matatizo makubwa, huenda usipozingatia haya ninayokuambia, ila kama utazingatia haya ninayokuambia, hakuna changamoto yoyote hali mboga za majani kwa wingi, ila mboga za majani hizo hasi, yani mchemsho, matunda, samaki, samaki. Kwa hiyo jitahidi sana kumpatia vitu kama hivi, na pia kwa hali aliyonayo ile, jitahidi sana usimpe mawazo. Atakiwi kabisa kuwa na mawazo. Utakapompa mawazo yule, itamsababishia kumletia matatizo. Okay. Mimi nimekuelewa. Sasa nimekuelewa kwa kila tu. Na nakuahidi kwamba hilo pia nitaenda kufanya kazi. Kama haya ambayo nafanyia kazi kwa sasa kwa ajili ya kuleta. Ila Mambo Ywa... na. Kwa haya ambayo umeniambia, naweza kana kumwambia tu kwa sababu ya kitu hiki. Yaani hiyo ni bishi bishi bishi. Yaani baki nafika hatua, unaweza kumuelekeza zuri kwa sababu ya kile. Lakini hilo hilo akalifanya likaribia Ila kikubwa zaidi kanitajia na jina la mama yake. Mama yake anaitwa nani? Anaitwa Esther. Inaonekana yule kijana na yule mama mjamzito wana mahusiano Angalia hapa, naonekana iweupe sana kama karatasi, ila yule kijana ninavyoangalia hana chochote. Anamwamini sana Mungu. Imekuwa ni jambo jepesi sana kwa kumaliza kazi yetu. Yani akifika chemsho anaanza kupata a, haina shida. Basi nawe nikutakie majukumu mema, ila usisahau kama itatokea shida yoyote, sio kumleta. Haina shida, nitafanya shdtaayah

Kwa jambo dogo hili mnaliogopa. Je, jambo kubwa unaweza kulifanya kweli? Utaweza kuua kweli? Kuua DNA. Wanarogana DNA. Watu wabaya. DNA. Litamani ni kutunza litamani ni kubebe mwanangu. Daima ni kulinde ni kufunze wewe